Kwa hiyo tumemaliza kutengeneza new project na tumetengeneza sequence sasa ni kufahamishe muonekano wa ndani wa Adobe Premiere Pro, na hapa tutakutana na panels mbalimbali ambazo tutazifanyia kazi. Sehemu ya kwanza ambayo ni muhimu kuifahamu ni project panel. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo tutaingiza video zetu ama tutaingiza sauti zetu, picha zetu tutaziweka katika sehemu hii ama tutaingizia katika sehemu hii. Baada ya hapo, tuangalie panel nyingine ambayo inajulikana kama source monitor. Sehemu hii ni sehemu ya ku preview ama kuangalia zile clips zetu kabla ya kuziweka katika timeline. Timeline ni hii hapa, kwa hiyo hii inajulikana kama timeline panel. Timeline panel ni ile sehemu ambayo tutakuwa tuna edit na kuchanganua video zetu pamoja na sauti. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunataka kukifanya, kukipanga, kukikata, kufanya vyovyote vile tunafanya katika timeline, na katika timeline kutakuwa kuna time code. Kwa hiyo hapa itatuonesha ni muda gani ambao project yetu imechukua. Baada ya kuifahamu timeline, sasa tuangalie program monitor. Kwa hiyo unaona kwamba kila nikienda katika sehemu fulani nikibonyeza kuna hii boda ya blue ambayo inatokezea, kwa hiyo hiyo na kuonyesha kwamba wewe umechagua sehemu gani. Program monitor, ni ile sehemu ambayo utaona output ya edit zako. Kwa hiyo kila ambacho unakifanya katika timeline utaweza kukiona katika program monitor, na hapa ndipo ambapo utaweza kuiona ile kazi yako Kabla hujaweza kuitoa kwa hiyo utakachokiona katika sehemu ya program ndicho ambacho utakiona mwisho baada ya kuedit video yako. Sasa tuende tukaone tools bar. Kwa hiyo tools bar, hapa ndiyo sehemu ambayo inakaa sana mbalimbali mbali ambazo tutatumia kuedit video zetu. Kwa hiyo hapa tutakutana na tool kama vile ya kukata ama razor tool, tutakutana na text tool, tutakutana na hand tool, tutakutana na Eh, tutakutana na selection tool na kadhalika.